Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatatu, karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu. Neno la mwenyezi Mungu tunalipata kutoka katika injili ya Luka sura ya kumi na tatu aya ya kumi hadi ya kumi na saba. Nitaisoma. Siku ya Sabato Yesu alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka kumi na minane naye amepinda, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomuona alimwita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, mikono akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, kuna siku sita zifaazo kufanya kazi, basi njoni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Lakini Bwana akajibu akasema Enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya sabato katika zizi aende naye akamnywesha? Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka kumi na minane, hii haikumpasa afunguliwe kifungo hiki siku ya sabato? Aliposema haya Wakatahayari wote walioshindana naye, mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na Yesu Kristo ambaye amekwenda kwenye sinagogi. Sinagogi palikuwa ni mahali gani? Sinagogi Lilikuwa ni eneo , au sinagogi lilikuwa ni jengo ambalo lilikuwa linatumiwa na Wayahudi wote ambao walikuwa wanaishi pembezoni mwa Yerusalemu, kwamba kila siku ya Sabato lazima wakutane kwa ajili ya kutafakari neno la Mwenyezi Mungu. Na kila mahali ambapo wanaishi uh, Wayahudi kumi au kumi na tano lazima waweze kuwa na sinagogi wakutane, watafakari neno la Mwenyezi Mungu. Yesu Kristu wakati huo alikuwa tayari ameshatengeneza uadui mkubwa kati yake yeye na viongozi wa kidini, lakini hakuacha kwenda katika sinagogi kwa ajili ya kutafakari neno la Mwenyezi Mungu. Ingawa alikuwa ni mwana wa Mungu, alikwenda pia kusikiza neno la Mwenyezi Mungu. Sasa ameingia ndani ya sinagogi, anakutana na mwanamke ambaye amepinda na hawezi kujinyosha kabisa, na ugonjwa huu ulimpata kwa muda wa miaka kumi na nane. Huyu mwanamke, cha ajabu ni hiki, ingawa alikuwa na ugonjwa wa kupindana na hawezi kujinyosha, mwonekano wake ni mbaya kwa jamii, amemwomba Mwenyezi Mungu kwa muda mrefu katika ugonjwa wake. Kitu kikubwa kwa huyu mwanamke, hakuacha kwenda kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu katika sinagogi. Naulia tena, ingawa alikuwa na ugonjwa ambao kwa muda wa miaka kumi na nane umemtesa hakuacha kwenda katika sinagogi kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu. Twajifunza kitu, unaweza kawa una udhaifu, una ugonjwa wa muda mrefu sana ambao umekutesa, umeomba Mwenyezi Mungu akuponye, bado haujafika wakati wako. Usikate tamaa kuto kwenda katika nyumba ya ibada kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu. Usikate tamaa hadi katika ugonjwa, katika udhaifu wako, kuto kwenda katika jumuia ukasikilize neno la Mwenyezi Mungu, nenda kakutane na neno la Mwenyezi Mungu. Ndio imani ya huyu mwanamke. Alipoingia ndani ya sinagogi, Yesu akamwona, alimkazia macho akamwona, akamwita, akamwambia yule, yule mwanamke, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Na nifundisho hilo, hakuingia mle ndani amwendee Yesu kwamba Yesu, naomba uniponye, alibaki mwaminifu katika kusikiliana na Mwenyezi Mungu, Yesu akamuona katika uaminifu wa kile ambacho alikuwa anakitafuta, na Yesu akamwambia mama, njoo, akamwambia umeponywa katika udhaifu wako, akamwekea mkono, akaponywa. Wangapi tunaenda katika nyumba za ibada, kila siku kutafuta miujiza, kila siku kutafuta kuponywa, kila siku kutafuta Yesu awezi kuniona. Kila siku jipendekeza kwa Yesu, ukibakia mwaminifu kwamba katika udhaifu wangu ninakwenda kukutana, neno la Mwenyezi Mungu, Yesu mwenyewe atakuona na atakuponya katika udhaifu wako. Ndani ya sinagogi tunakutana na kiongozi wa sinagogi ambaye alikuwa anasimamia taratibu za sinagogi na taratibu za Sabato. Taratibu zile za Sabato na taratibu za sinagogi hazikuweza kumponya yule mwanamke kwa muda wa miaka 18 na hili ni fundisho. Taratibu za dini yako taratibu za ibada Usizani kama zinaweza zikakupelekea wewe uweze kupona katika shida yako. Mwanamke huyo alikaa na ugonjwa kwa muda wa miaka kumi na nane. Mfumo haukumsaidia aweze kupona. Ambaye anataka kusaidia uweze kupona uweze kutoka katika shida yako ni Yesu peke yake. Huyu bwana anakasirika kwa kitendo cha Yesu kuweza kumponya, yaani mifumo ya sinagogi, mifumo ya sabato haikuwa na huruma kwa wagonjwa, haikuwa na huruma kwa wahitaji tunaweza kuwa na mifumo ndani ya dini ambayo haina huruma katika swala zima la utu, haiangalii utu bali inaangalia taratibu na maslahi ya makundi machache. Anaogopa hata kumtazama Yesu kuweza kumwambia ukweli, anaweza kuzunguka zunguka. Yesu anamwambia, acheni unafiki katika mifumo ya dini yenu. Mara kwa mara mnawatoa wanyama, mnawafunga, mnawafungua, waende wakale chakula Akasema kama mna wafungua wanyama wenu wakapata chakula siku ya Sabato, huyu mwana wa Ibrahimu hakupasi kuweza kufungulia katika ugonjwa wake? Na leo itusaidie katika kila dini ambayo tuko nayo, mifumo ya dini itusaidie tuweze kuwa na utu, tuweze kuwa na huruma kwa watu. Mifumo ya dini imsaidie mwanadamu aweze kukombolewa, aweze kuwa huru. Mifumo ya dini isiweze kuwa kandamizi, kumfanya mwanadamu abakie na mateso kwa muda wa miaka 18. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.